Utakumbuka jana uh, Alhamisi Juni 19, serikali ya Tanzania kupitia Rais Dr Samia Suluhu Hasani alizindua daraja la John Pombe Magufuli ambapo likipewa jina hilo. Daraja hili la Kigongo Busisi, unafahamu kwamba linaunganisha kati ya Mwanza na Geita. Upande wa Mwanza ni upande wa Kigongo na upande wa a Geita ni upande wa Busisi. Daraja hili lenye urefu wa kilomita 3.2 na upana wa mita 28.45 ambalo linaelezwa uh, pengine kuleta manufaa makubwa zaidi kwa taifa, lakini daraja ambalo mpaka, eh, sasa limeendelea kuwa mjadala, hivyo pengine huenda likawa daraja ambalo ni kivutio pia, eh, upande wa utalii. Sasa kuzungumza kuhusiana na hili, tupo hapa na Gabriel Mwang'onda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi tumefurahi mm sana kuwa na wewe asubuhi hii kuzungumza kuhusiana na mjadala huu mkubwa hasa kwa taifa letu. Karibu ha, sana, sana. Eh, karibu sana. No. Sasa yapo yale ya, ya msingi ambayo tunataka tuyaangalie kwanza kabla ya kuanza mjadala huu ambapo tupo hapa kwa ajili ya kufanya huu mjadala kuna namna gani Tanzania itanufaika juu ya uwepo wa daraja hili? Tuanze kuangalia vipimo vya daraja hili. Daraja hili lina urefu wa kilomita 3.0 mpaka 3.2 na upana wa mita 28.45. Njia ya waenda kwa miguu ina upana wa mita 2.5 kila upande eh. Kwa hiyo watembea kwa miguu pia na wao eh, wamezingatiwa kwenye hili lakini upenyo ni mita 120 kati ya nguzo zake kuruhusu meli kupita, na hiyo ni upande wa vipimo. Tunafahamu hapo awali uh, usafiri ulikuwa ukitumika zaidi ni wa majini, ambapo kwa ambao wameishi Mwanza watafahamu zilikuwa zikitumika dakika thelathini na tano mpaka arobaini kuvuka, lakini kwa sasa huenda uh, muda ukapungua zaidi kwa njia ya ya ardhi kupita daraja hilo. Sasa nafasi ya daraja hili Afrika tuangalie madaraja ambayo pengine naongoza kwa ukubwa Afrika. Sasa uh, daraja la Oktoba 6 la Misri lina kilomita 20.5 mm. uh, lakini uh, kuna daraja la uh, Third Mainland la Nigeria, lenyewe lina kilomita 11.8 mm. lakini daraja la Suez Canal na lenyewe la Misri lina kilomita 3.9, eh, daraja hilo. Na haya ni madaraja ambayo ni marefu eh, zaidi Afrika, ya Afrika ambayo yanazungumzwa kuwa ni madaraja ya aina yake. Lakini daraja la kisiwa cha Msumbiji lina kilomita 3.8. Daraja la Dona eh, kule Msumbiji lenyewe lina kilomita 3.67 lakini nakukumbusha tena daraja la Kigongo Busisi lililopewa jina la John Pombe Magufuli lina kilomita 3.2 na lenyewe ni daraja ambalo limeingia kwenye madaraja marefu Afrika. Pamoja na taarifa hiyo ya msingi kuhusiana na nafasi ya madaraja haya Afrika, sasa tuangalie huduma ambazo zitatolewa na daraja hili. Daraja hili litapitisha magari zaidi ya elfu 20 kwa siku kutoka magari 1600 kwa siku yaliyokuwa yanabebwa na vivuko kupunguza muda wa kuvuka kutoka dakika thelathini mpaka sitini kuwa dakika nne mpaka tano kwa gari na dakika kumi na tano kwa mguu. mm -hmm. Na utakumbuka uh, uh, Hilda pamoja na uh, David kwamba awali tumezungumza, mm -hmm. mm -hmm. hapa, mm -hmm. uh, ulikuwa ukitumia uh, dakika thelathini mpaka sitini kwa kwa kivuko, utapungua. Lakini kwa gari dakika nne mpaka tano mm -hmm. uh, watembea kwa miguu awali hawakuwa na hiyo nafasi Mm. Lakini kwa sasa na wenyewe watatembea kwa miguu ambapo mm. eh, sasa... ni dakika 15 tu pekee, na itaunganisha nimeona kuwa uh, itaunganisha pia wilaya za Misungwi pamoja na Singerema kabisa mkoa uh, wa Mwanza huko Geita na pamoja na nchi jirani kama vile Kenya na Uganda na mm. watanufaika na hili kwa kiasi kikubwa kabisa. Uko sahihi eh, mm. Hilda. Sawa, pamoja na upande wa huduma uh, tuangalie pia up upande mwingine kuhusiana na Uh, daraja hili la Kigongo Busisi uh, gharama kwa jumla ni shilingi bilioni mia saba kumi na sita nukta tatu tatu, ambapo bilioni mia sita tisini na tisa nukta tatu uh, ni uh, gharama kwa mkandarasi, lakini uh, shilingi bilioni 2.8 ni gharama upande wa usanifu, lakini bilioni 3.14 ni upande wa fidia kwa wananchi, bilioni 11.1 ni upande wa mshauri. mm -hmm. mm -hmm. Na hizo zote ni taarifa za msingi kuhusiana na daraja hili la Kigongo Busisi eh. Sasa tufanye mjadala kuhusiana na hili, wakati tukimalizia pia vyanzo vya fedha za ujenzi. Daraja la Kigongo Busisi limejengwa kwa fedha za ndani. Uh, daraja la Tanzanite ambapo pia ni daraja ambayo Tanzania inajivunia mm -hmm. limejengwa kwa mkopo wa serikali ya Korea. Daraja la Nyerere limejengwa kwa ushirikiano wa NSSF ambapo wao uh, wana mchango wa asilimia sitini na serikali ikiwa na mchango wa asilimia arobaini. mm -hmm. uh, pamoja na upande wa kuangalia vyanzo vya fedha uh, tuangalie ulinganifu wa madaraja matatu nchini. Daraja la Kigongo Busisi ndilo daraja uh, refu zaidi lakini pia ndilo ambalo limetumia fedha nyingi bilioni 716 lakini upande wa daraja la Tanzanite lenyewe likitumia bilioni 258 eh, daraja la Nyerere likitumia shilingi eh, bilioni mia tatu eh, kumi na tano uh-huh. Lakini ajira kwa wakandarasi Kigongo Busisi lenyewe, uh, huu mradi umetoa uh, unaelezwa kwamba uliajiri wafanyakazi 27,254 kati yao asilimia 93.3 ni wa Tanzania. Lakini daraja la Tanzanite lenyewe liliajiri uh, takriban asilimia 92 ya wafanyakazi ambao 5 uh, 90 walikuwa wa Tanzania. Upande wa daraja la Nyerere, mradi ulitoa ajira kwa takribani uh, watu 5,000 ambapo ni asilimia tisini mpaka tisini na mbili ya wafanyakazi walikuwa watanzania huku asilimia nane mpaka kumi wakiwa ni wageni. Sasa tumalize uwiano e, tumalize upande wa uwiano tanz e, tuanze mjadala uwiano wa wafanyakazi wageni na wazawa, asilimia tisini na mbili nukta tisa ni wazawa na asilimia saba nukta moja ni wageni. Kwa hiyo uh, daraja hili linaelezwa e, kwamba litakuwa na mchango mkubwa na pengine mpaka hapo ukiangalia tu e, kwa takwimu hizo ambazo tumeziangalia ama dondoo muhimu mm, ni kwamba ni daraja la aina yake. Sasa yupo hapa Gabriel e, Mwangonda kujadili kuhusiana na hili. Karibu sana e, Gabriel, tumeangalia e, takwimu hizo kuhusiana na da daraja hili mpaka sasa unapata picha gani? Kwanza yeah, uh ni jambo la kujivunia sana kwa sababu tumeweza kutumia fedha zetu za ndani na tumeweza kumaliza salama kabisa, bila kuwa na kesi za ucheleweshwaji wa malipo na kuwa na interest kwenye ucheleweshwaji wa malipo. kwa hiyo Uh, nadhani Watanzania ambao ndo walipa kodi ambao ndo wametoa hizo pesa wanatakiwa uh -huh. wajipige kifua kwamba tume na sisi huwa kumbe tunaweza. Yeah, so it's, it's a very good thing kwa kama nchi. Unamaanisha nini pale ambapo ujenzi uh, wa miradi uh mikubwa kama hii unafanywa uh na fedha za ndani uh uh ama ukifanywa na fedha za nje utofauti unakuwa wapi? uh, hii inatokea wananchi tu waambiwe vizuri kwamba wao ndo wametoa kodi ambazo zimewezesha ujenzi wa daraja lile. Kwa hiyo tofauti kubwa ni kwamba kuna upungufu wa gharama, kwa maana ya kwamba ukikopa inabidi ulipe na interest. Kwa hiyo hapa, kwa sababu umetumia pesa zako za ndani, hakuna haja ya kulipa interest, maana yake gharama zake zinakuwa chini zaidi. Uh, ukilinganisha na kama ungekopa hmm. Lakini kukopa sio changamoto uh, kwa sababu kama unakopa kwa ajili ya maendeleo, miradi mikubwa kama hii uh, hapo unalinganisha tu uh, ni jambo la wananchi kuamua, kwa sababu sababu za kukopa za mtu binafsi, let's say mfanyakazi wa serikali, aidha mwalimu, dokta, yoyote yule, mfanyakazi wa sekta binafsi na kampuni, sababu zao ni zile zile. Mtu wa kawaida atakopa ili aweze kujenga nyumba yake, anunue gari analolipenda, au afanye, akope kwa ajili ya kufanya biashara, nanua bodaboda, aingize mm, au mashine za kusagia mahindi na nini. Kwa nini anakopa? Kwa sababu anaamini kwamba akianza kukusanya taratibu taratibu pesa yake, anaweza asifikie uh, lengo hilo kwa muda mfupi, anaweza akachukua muda mrefu zaidi kufikia hilo lengo. Ndivyo ilivyo hata kwenye biashara. Ee uh, watu wanavyotaka kutanua biashara zao huwa wanaenda benki wanakopa, kwa sababu anajua akianza kukusanya kidogo kidogo itamchukua muda mrefu. Hata kwenye levu ya nchi ni hivyo hivyo, nchi inakopa kwa sababu ya kuharakisha maendeleo. Ingeweza nchi kuamua kwamba hatutakopa, tutakuwa tunatumia kodi zetu za tunazokusanya ndani kujenga miradi yetu, lakini ingeweza kutuchukua miaka mingi sana kuachivu vitu vingi. Kwa mfano kama saa hizi tusingekuwa na SGR wala tusingekuwa na bwawa la Nyerere wala tusingekuwa na madaraja kama Tanzanite wala tusingekuwa na, na lile daraja la, la, la, la, la, uh, kwa mfano la Nyerere pale Kigamboni ambayo tumekopa NSSF. Kwa hiyo kukopa huu kunafanya maendeleo ambayo yangechukua muda mrefu zaidi kuyaachieve unayapata kwa muda mfupi zaidi kwa sababu mwananchi kila wananchi anataka maendeleo leo leo yaje. Akitaka barabara kijijini kwake anataka leo leo, akitaka maji leo leo, hospitali leo leo. Sasa kiukweli, ukiangalia makusanyo ya kodi hayatoshelezi hayo matumizi, ndo maana uh, serikali inakuwa na option ya kukopa, lakini tunakuwa tunashauri kwamba kukopa huwezi ukakopa kwa ajili ya kuwalipa watu mishahara, huwezi kabisa. Kwao inabidi, um, kama serikali ina option ya kukopa inakopa kwa ajili ya mambo makubwa kama haya, mbani kujenga. Mbani, ya kujenga kama masijara maleli ma, mavitu kama hayo mm. Tumeona pia kwa upande wa gharama ambazo zimetumika, yeah, na hapa nchini kama ambavyo ametuonyesha madaraja mbalimbali yapo ambayo yenyewe uh, kama la Kigamboni unahitaji mm. kulipia na zile fedha tunafahamu kuwa zinarudi katika no. baadhi ya mifuko ambayo ilitumika ili lakini mfano <coughs> uh, Tanzanit mm. hakuna uh, kulipa no. uh, miradi kama hii inarejeshaje uwekezaji uh, ambao umewekwa? Ah, okay, sasa labda tuzungumzie manufaa ya um, miundombinu mm -hmm. kwa ujumla. Uh, kwa sababu daraja lile si geni. Ni tuna madaraja mengi tayari, lakini haya ni madaraja ambayo ni miundombinu kinara uh, ukiongelea Afrika ndio maana utakuta ni karibia la nne au la tano tuseme katika urefu na mambo mengine. Kwa namba moja kuna mambo uh, kwanza utalii, kuna watu wanavutiwa tu na miundombinu ya design hii. Mtu anapiza ana ipo Kenya anasema lazima niende nikapite uh, daraja lile. Kwa, kwenye utalii yanachangia sana uh, uh, namba mbili yeah. Kwa mfano Dar es Salaam hapa tunapoteza takriban trilioni moja pointi mbili mpaka tatu kwenye uh, traffic jams, kwa maana ya foleni tu zilizopo barabarani. Watu wanapoteza pesa nyingi sana, kwa maana ya kwa kila, kila siku tunapoteza trilioni I mean, bilioni kama nne hivi kila siku inayokwenda kwa Mungu kwa sababu ya traffic jam maana yake inakwambia uh, maendeleo ya kwenye miundombinu kwa mfano, tusingekuwa na hizi traffic jam kubwa sana Dar es Salaam, tusingekuwa tunapoteza hizo pesa hasa nikisema tunapoteza hizo pesa, maana yake hata pesa inapotea pengine kwa mwaka ingeweza kujenga daraja jingine. kwa sababu ni trilioni. Unajua uh, daraja hili mm -hmm. ni karibia bilioni mia saba yeah. na kitu mm -hmm. so nachoongelea hapa mm -hmm. traffic jam ya Dar es Salaam kwa mwaka inatupotezea trilioni moja kama tatu nne kwa mwaka mmoja hapa, na hii study inayoiongelea lengo la daraja kama hili la Kigongo Busisi na, na na yes, kwa sababu leo Tanzania bilioni hmm, uh, mia mbili kama na hamsini hmm. Kwa hiyo ukijumlisha hizi zinakupa trilioni fulani, kwa hiyo okay, unaweza kujenga madaraja mawili. Hiyo ndo gharama ya kutokuwa na miundombinu ambayo inasaidia uharaka wa watu kufanya kazi hapa. Unaweza ukaniuliza Gabriel, inakuwaje, unatuambia Eh, tunapoteza pesa nyingi kiasi hicho kwenye foleni? Kwenye foleni mm, yeah, Sasa eh, kwa nini tunapoteza quantify hiyo? eh, ku, kuja na hiyo figure kulitokana na ukweli kwamba watu wanatumia muda mwingi sana, kwa mfano kwenye vituo vya mwendokasi au kwenye vituo vya daladala au wakiwa kwenye foleni pale, anasubiri taa ziruhusu au trafiki anavyoongoza pale unakaa dakika kumi dakika tano dakika ngapi ukiquantify kwa siku pale kila mtu anakuwa amepoteza productivity kuna kitu tunaita productivity kwa maana ya kwamba unatakiwa labda uh, kwanza namba moja kwenye usingizi kulala masaa nane mtu analazimika kuwahi sana mtu anayekaa kwa mfano tuseme um, bunju kule anafanya kazi posta analazimika kuamka labda saa kumi Uh, na muda wote kuanzia saa kumi anafika posta saa moja yuko kwenye barabara. mm huo -hmm. Muda angeweza kusema niko kiwandani, natengeneza bidhaa, nazalisha bidhaa, angeweza akawa very productive na akauza, akapata kipato mm -hmm. ambacho anakipoteza, akaleta tija, akaleta tija na hicho mm -hmm. kipato naongelea, angeweza kuzalisha yeye mwenyewe akapata pesa na serikali ikapata kodi kutokana na uzalishaji wake mm -hmm. lakini vyote hivyo vinapotea kwa sababu tu inambidi atumie muda mwingi sana akiwa barabarani kwa productivity, yani ule, ile tija yake katika uchumi inapungua sana, kwa sababu kama mnajua, ukienda kwenye viwanda watu wanalipwa kwa masaa ambayo wanafanya kazi mm. tunajua hilo swala sasa, yule mtu anayekaa kwenye foleni ni sawasawa na mtu ambaye amekaa kijiweni tu anapiga story. hazalishi kabisa, unampotezea muda, lakini yule ule, kwa sababu yule mtu asingekuwa amezuiliwa na uhaba wa miundombinu, maybe angewahi kufika hmm. Na angezalisha zaidi hmm. Alafu kuna ishu uh, za missed deadlines. Kuna watu anaenda TRA labda kusubmit some documents kwa sababu ya foleni uh, traffic jam ni kubwa, ana miss ana anapigwa penalty, kipato chake kinapotea. Umenipata hapo? Na ipo hivyo kwenye mikutano mingi, watu wanamiss uh, tenders. Anaenda kusubmit document ya tender Ah, dakika tano, lakini kumbe trafik jam ilimzuia. Kwa hiyo unakuta yeah, kuna losses nyingi sana zinazotokana na miundo mbinu ambayo haifai, uh, hi. Kwa hiyo kwa mfano mm -hmm. tunakuwa tunaongelea masuala ya spidi tu hizi hamsini, ukipita mikoani unakuta mm -hmm. spidi hamsini, vibao ni vingi sana, kwamba watu wanapita au ni miji mm -hmm. kuna watu zile zile ishu ukiziakumulate kwa nchi basi unajua, hizo hesabu nilizozifanya jamani ni za Dar es Salaam, hizo za trilioni moja. Kuna maeneo mengine na kadhalika mengi tu, hata, hata, hata, hata da, kwenye hili daraja ambapo limejengwa na awali mm. Tumezungumza hapo natumia dakika 30 mpaka 60 kuvuka kwa kivuko mm. Lakini kuna muda wa kusubiri mpaka kivuko kijae uweze na wakati mwingine changamoto zinatokea. Wala hiyo figa nadhani waliofanya wali polish kidogo mm. Daraja hili mm. kulikuwa na kivuko hapo Kigongo Busisi. Mm. Sisi bahati nzuri tunafanya biashara na maeneo hayo tunaenda sana. Ilikuwa kwanza kuna kuna muda mm. wa deadline yani, kwa maana kwamba ni mpaka saa kumi fulani hivi mm. Ukija hakuna tena up, uh, mpaka uh, kesho hiyo mm. Umenipata mm. Eh? ko kuna kuwahi, alafu kulikuwa na foleni kubwa sana, hiyo nusu saa ni uongo, unaweza ukakaa hapo nusu siku mm. Yeah. Unasubiri kwa sababu kulikuwa na, na, na magari, kwa mfano kama ni magari ya mizigo sio, wengine ya mizigo inachukua muda mrefu sana. Wengine walikuwa na opti kwenda kuzunguka mm. Ukizunguka you spend more fuel, mm. eh, na, muda, kwe, na muda na, na nini kwao, unakuta hasara ambayo hatujaifanya hii hesabu lakini ni hasara ya kutokuwa na ili daraja pale ni kubwa sana, kwa sababu kwa mfano kama sisi wengine una supply vitu kwenda GGM, Geita Gold Mine. Unajua, ukitoka unakuja unaenda Mwanza mm -hmm. Then unakuja um, una pale uh, Misungwi unapita, then unavuka unaingia Busisi, then unaenda uh, Sengelema unaingia Geita ndo gold mine kwa sasa pale kwenye kile kivuko ilikuwa lazima upite, kiukweli ilikuwa ni kikwazo kikubwa sana. Yaani, kule kuna mzungu anakusubiri JGM, wewe umetoka zako huku unampelekea, ukianza kumpa stories za kwamba nimekwama kwenye kivuko hapa, labda mpaka kesho, ah, kule kwenye mgodi kumbuka labda kuna kitu kimeharibika ambacho kina uhitaji wa haraka sana kivushwe pale kwenye kwa, ilikuwa nakuwa tabu sana. Losses zinazotokana na kutokuwa na hili daraja zilikuwa zinakuwa kubwa sana. Sasa David, nafikiri uh, hili pia lina, kutoka kwenu wachumi tupate uzoefu kwenye hili Kna. Sasa hivi tunazungumza kwamba ni dakika nne mpaka tano uh, kwa maana magari yatakuwa yamekwisha vuka upande wa pili. Uh, maana yake ni rahisi zaidi, lakini watembea kwa miguu tunafahamu kwamba uh, kanda hizi huwa kuna shughuli nyingi sana za biashara zinaendelea, za uchumi zinaendelea, watu ni wengi pia uh, sasa wamerahisishiwa muda huo kwa miguu tu dakika kumi na tano manufaa ya nchi manufaa ya nchi lakini, mbali na manufaa ya nchi uh, pengine kwa Tanzania uh, ujumla wake tunafahamu kwamba daraja hili litasaidia pia kuunganisha mpaka mataifa mengine. Naam, uh, manufaa ni makubwa. Kwanza hizo gharama tunazozitaja hapa zitapungua sana, kwa sababu nchi haifaidiki kama watu wanatumia muda mrefu sana ku commute na kuweza kufanya biashara zao. Uh, na italeta faida kubwa kwa sababu nimetoka Mwanza ya juzi pale kuna SGR inaendelea kujengwa na tunajua kwamba kunakuwa na mizigo vilevile vile, ile, ile, ile, ile kivuko ilikuwa naleta kikwazo sana. SGR hii hey, itakuwa complemented na hili na, na daraja kwa sababu um, ukipita ukivuka hili daraja ni njia shortcut sana ya kuelekea uh, Uganda, ukitaka kwenda Burundi, Rwanda, hii ni, ni shortcut, eh, ambayo ni, ni rahisi mno, kwa hiyo kwa mfano kabla kwa mfano anasema kabla tujafika, um, uh, Kigoma tujafika labda Bukoba kwenda huko Rwanda uh, SGR ilikuwa naenda Mwanza itakuwa imeshaisha, kwa hiyo najua kabisa pale kutoka na uh, yadi kubwa, kwa maana hiyo magari malori tunaongelea yatakuwa nachukua yanaferi mizigo ambayo inatoka bandarini yanaferi mizigo Mwanza ko option itakuwa ni kwamba mtu anatoka Rwanda anakuja kuchukulia mizigo yake Mwanza badala ya kuja uh, Dar es Salaam. Unaweza ukaona hii miundombinu jinsi inavyo compliment each other na umuhimu sasa wa waida aja. kwa sababu hapa tuna compete, uh, na watu kama uh, Kenya kwa sababu hapa tunashindania kumsevisi mtu kama Mganda na Mrwanda na Mrundi na DRC. Wote hawa wanategemea hili daraja, na ukitaka kujua hicho swala pale, ukishavuka uh, Kigongo kwenda Busisi mbele unakuta Geita. Ukitoka Geita, kuna mji unaitwa Katoro mm. Katoro ni mji ambao ni kama Tunduma na Kaliakoa eh, kwa maana ya uchangamfu na uimara uh, uh, wa biashara uh, nikisema hivyo maanayake watu wanatoka Uganda, watu wanatoka Rwanda, Burundi, watu wanatoka Kongo, wanaenda Katoro hadi Geita. ina karibia inafifia kiuchumi ukilinganisha na ile Katoro. Sasa ukishaimalisha ile daraja, maana yake kutakuwa na urahisi zaidi wa kuifanya ile Katoro ichechemke kiuchumi. Kuna hii hoja, hili daraja ni la sita kwa urefu wa Afrika. naam. Na zimetumika pesa nyingi, sawa, ni kodi za wananchi, yes. Iko sababu ya kuwa pengine na tozo kutokana na uzito wa mzigo fulani, ili iwe sababu ya kulilinda daraja na pengine liwe uh, chanzo pia cha mapato lije lijenge tena daraja nyingine naam, hilo uh, wazo lipo, nchi nyingi zina, zina barabara za design hiyo. Ukienda South Africa, kenda same nyingi, sio swala geni. Um, hmm. Lakini kwa sisi hapa tumeona, uh, tumeona daraja la Kigamboni, kwa hiyo sio swala geni sana la kulipia madaraja yetu uh -huh. Lakini hili ni daraja ambalo limejengwa kwa kodi zetu na sijasikia mpango wa kwamba tutakuwa tunalipia kwa sababu uh -huh. Uh, serikali inapata pesa kutokana na hili daraja uh, indirectly uh, sure. Ni kama yes, kwa sababu kwa mfano uh, ujenzi wa hii daraja ni sawa na miundombinu mingine yeyote ile kama kwa mfano shule za bla za msingi za serikali za serikali za za, za. Kuna mizani watu wanatozwa wanafika pale wanapima mzigo ya kwa sababu a, mizani unatozwa kama umezidisha, lakini inawezekana yes. Wakati tunazungumza kuwa na vyanzo vingi vya mapato hii mm. ni daraja la kipekee yes. ni daraja ambalo tunahitaji kwenda kwa uh, sehemu ya kivutio cha utalii inawezekana mm. kuna shughuli nyingine zikaanzishwa kwa mnaruhusiwa kufanya mkalipia mm. na kwenye upande wa mizigo pia <coughs> vile vile kwamba watu wakawa wanatoa kwa, kwa kuanzia tani hii mm. kwenda hapa a, pengine kuna tozo fulani lengo mm. a, pengine kulitunza zaidi. Naam, unachoongea ni sahihi kwa sababu kinatokea uh, kinatokea kinatokea Kigamboni, si ndio mm. so, sio kitu kigeni, lakini ngoja nikupe mfano mmoja, unavouza soda kwa mfano, wewe kama mzalishaji wa soda unaweza ukagawa uh, friji bure, unagawa friji bure si kwa sababu unampenda sana yule mtu unayempatia friji, kwa sababu unataka watu watamani ubaridi wa soda zako ili ziweze kuuzika kwa haraka zaidi. Kwa serikali sisi ni kama wateja, kwa maana ya kwamba sisi tunalipa kodi ili serikali ijitambe. Ukiona viongozi wanaendesha magari mazuri, wanaanzisha miradi, wanafanya vitu kama hivyo, ni kodi zetu sisi wananchi. Kwa sisi wananchi ni kama wateja wao ni mabosi zao, lakini sisi vilevile ni wateja wao kwao. Ili sisi tuweze kulipa kodi nyingi, inabidi watuwezeshe tuweze kuzalisha zaidi mm -hmm. Namna ya kuweza kuzalisha zaidi ni kutuwekea miundombinu sahihi, ili tuweze kuzalisha kwa wingi zaidi kwao. Kwa mfano kama hapo wamejenga ile daraja, si kwa sababu ya kwao, ili sisi sasa tuwe tunaenda kwa haraka kwenye sehemu za uzalishaji wetu ili wao wapate pesa zaidi kwa kututoza sisi kodi ili nchi ipate, ipate <laughs> tuendelee. Kwa hiyo yeah, unaweza ukaopt kwamba utatoza watu tozo pale kwenye daraja yeah. Lakini si le, haitakuletea pesa nyingi kama vile shughuli zikiwa nyingi za uzalishaji, kwa sababu eventually tutalipa kodi tu tukizilisha pale. Kwa mfano, ukishavuka Sengerema kuna mgodi mmoja mkubwa sana unaitwa Nyanzaga pale, wa, wa, wa, wa, wa gold ni mkubwa, utakuwa mkubwa kuliko nadhani migodi yote Tanzania hapa kwao, unakuta imerahisisha sasa. Yote hiyo ni kujaribu kurahisisha uh, uzalishaji mm -hmm. na um, ukisharahisisha uh, njia kuu za uzalishaji kwa maana ya kuboresha miundo mbinu ya design hiyo, maana yake watu watakuwa na vipato na serikali itatoza kodi na serikali itanemeka tu bila hata kutoza, tozo kwenye, mm. kwenye, kwenye ile daraja. Sawa sawa. uh, Asante sana, Gabriel. Mm -hmm. no. Kushukuru sana kwa muda wako Asante sana. Na tumezungumza kubwa hili na Gabriel Mwang'onda, mtaalamu wa uchumi. Tunafahamu kwamba jana Rais Dr Samia Suluhu Hassan amezindua daraja ambalo ni la sita kwa urefu Afrika, daraja la Kigongo Busisi lililopewa jina la John Pombe Magufuli. Zaidi ya bilioni mia saba zimetumika ikiwa ni pesa za ndani, tuakaamisha hivyo kuzungumza kuhusiana na tija yake kwa Tanzania pamoja na Afrika.